A wasindi wako tofauti pale, umeona kuna FDL har pale munawajia FDL kuliko watamini Yaani, wako ni hapa wanaona, wana wanafanya na, na jeshi la government miaka na miaka hapo uh, <coughs> wanafuata pale wazalendo na na wako uua watu hapa ndani ya town usiku mzima, wanaua, wanaiba, wanafanya mavibaya, lakini wakifanya pamoja na FDLR, wakifanya pamoja na FARDC wote mnajua ni wamoja, ni chungu moja na wale wengine wenye wameenda, wameenda siku zenye zimepita. So, ndio wenye walikuwa wanaleta shida hapa ndani ya town. Tumeweza kuwashika leo. Tunawashika na kuwateka wote na, na masilaha kadhaa walikuwa nazo. Alo, baadaye tumepata na familia na jamaa zao pale, za wale wa FDLR na wengine. Hata wengine wametumesukuma na wenyewe hawajapatikana. Lakini badaba, kwa muda tutaendelea kuwasaka. Hatutaacha. Hatutakoma kuwasaka hata siku moja. Wale wote wataendelea kutafuta kunyanyasa raia na kuharibu usalama wa nchi, tutawanyanyasa siku zote, tutawatafuta siku zote hadi tuwapate na usalama tutaiimpoze hapa kwa Kongo. Asante. Sasa wao umewapata kwa nyumba, ama kwenye mapigano, kwenye... Wengine tumewapata kwa manyumba. Hapo hapo ndani ya town. <laughs> Ndi tumewapata wengi wakati ka wanafanya msako usiku hadi saa hii wangapi? <laughs>

je dire en tout cas. Kama mtu anaona mtu ambaye anajua iko na silaha inabidi ataye ule mtu, sababu tunafika na lini rush. Tunakukutana huko na mtu iko na silaha na unamuficha kwako, tunamushika na wewe kabisa, tutakufunga utajibu kabisa. Hiyo ndio wakati, kila mtu anajua, kwamba anaweka mtu iko na sila, anajua fasi sila iko, aitoa hiyo sila, aitoa hiyo mtu kabisa. Tuko tayara kupokea ile vitu batu

Asante. Katika mji wa Goma, katika mji wa Goma kwa nini hii hatua? Sababu government ya Kongo inalipa batu pesa nyingi sana, inalipa batu pesa nyingi sana, inalipa watu pesa bapolitisiani nyingi ambao biko Kinshasa, bana banaleta pesa hapa na watu lakini batu biko naosikia biko na sila biko naweka watu ambao biko na, amba na silaha bauwe watu. Hatuwezi kabisa kuvumilia batu wakufi kila siku, inabidi lini ruje pale kabisa Ha atutatolere te na hilo maneno kabisa, lakini mulikuwa ndani ya sensibilization sa tusensibilize sana sana sana sana kila siku kila siku kila dakika, lakini bato abiko nasikia. Asante bwana, asante ni kusema asante sana bwana journaliste. Napatikana hapa na naitika kwa jina ya Katembo Gile wa Mojoko. Nikusema tumefanya uwito kwa jeshi ya Kongo yenye wanaita FARDC na wazalendo na FDLR na wenginevyo, warudishe silaha, sababu leo hii usalama mdogo yenye inapatikana ndani ya Goma e, yenye tunaezasita, ni sababu yenye inatokea kusilaha zenye zimegawa kwa waraia. Silaha inapasha patikana kujeshi, lakini hiyo silaha imepewa raia, hiyo silaha imepewa raia sila yenye haifunzwe yenye haijue silaha, na hiyo silaha pahali isekirize population ya Goma. Hii silaha imesekirize population ya Goma. Nikusema kusema hiyi, shantionywe tumekamata, na wengine wataletewa mbele ya radio, mbele ya matelevisheni kuonesha, kama huku na ndugu yako ni FARDC, huku na ndugu yako ni Mzalendo, haiku adui wa FCM. FDLR anapashwa rudi kwao Rwanda sababu haiko mkongomani. Tunasema kama tunapashwa weka amani kwa nguvu hapa Goma na itafanyika, sababu inji au incite au e, kitu kenye kinajeshimisha, kitu ya kwanza yenyewe unapashwa kupatia raia ya kwanza ni sekirite ya raia na mali yake, na njo yenyewe tuko nafanya sasa, kusema populasion inapashwa ongea na sisi Population itukilie konfiance na tukunaongea na populacion, sababu niko nafanya tourne mukila kartier. Tuone kama tutarudisha ile konfiance yenye itakuwa kati yetu kama viongozi nna na, nani na populasion yetu. Bwana journalist, Kongo ni nji ya kwanza ya kudunia yenye wakati unaona soda usiku, wakati unaona askari usiku, paali useme ukemi okay, napona. Lakini unakuwa vitu vitatu swati ile askari atakuiba, swati atakuua wasote ka kupiga. Sasa hiki kitu kinapashwa isha, na hili ndio tuko naonana na raia kusudi tuwambie kama sisi hatukukuja kupora mali ya raia hapa, hatukukuja kuua raia, lakini tukia kuchunga raia na mali yake sawa, vile Kiwanja, Kibirizi, Kanyabayonga, Kirumba, Kichanga Nakakoma kwenye sasa, leo watu wanaishi na amani. Unaweza fanya siku ine, unaweza fanya miezi ine, miezi tano, miezi sita au yasikika sauti ya risasi, na hapa komitawataa. Lakini wananchi wanalalamikia usalama, hii ni hatua ambayo munaanja kuwakamata kwa, kwa kingufu ama bado munawabembeleza? Ni kusema hakuna tena kubembeleza, na utafauti naonekana sababu wakati unataka kuonyesha kitu, naomba natafautisha kitu, wa Kifaransa wanaita method comparative, method comparative wakati unaona wakati yenye government imekuwa hapa na sisi, tofauti nimekuambia ya kwamba government imeweka hapa elfu makumi tatu ya jeshi elfu makumi vile ya jeshi imeshindwa kusekirize vile ya Goma sababu objectif haikuwa kusekirize vile ya Goma. Mwito kwa watu wanaoweka wazalendo na wanajeshi nyumbani kwao hadi sasa ni mwito gani? e, ni kusema ile wanaita e, bande ya wa malfete ni kusema wanaungana, haiwezekani. Tuko naita kila siku tunawambia huku na ndugu yako na mtoto yako na mzalendo Akuje atachagua vitu viwili, arudishe silaha, okay. ya pili, kama anapenda kijeshi, aseme kama anapenda kurudia ku ofisi zile okay, tutamrudisha ndani ya jamaa. Ni ile peke yake bwana. Ni kusema wa, wakrimineli, sheria itafanya kazi yake. Tuko na masheria ndani ya inji leo, tuko na centre d'arbitrage, tuko na procureur, tuko na bajiji, sheria itafanya kazi yake. Wakati mtu ana detenir anakamata silaha Illegalement kinyume na sheria, sheria ya Kongo inaweza kuweka miaka kumi au miaka kumi tano chua kichwa. Ni ile sababu tulianza msasibilisation, lakini leo tunafika kwa wakati tuweke nguvu kusudi amani irudie ya mwisho